Hapa nyuma yangu siji ameshaanza kona fupi, Celeste Ekwa mwenye nyuma, mpira juu juu huku, naucheza kwa kichwa, mpira akiuokoa Brian, ndani ukani Umetengwa pembeni kwa Zimbwe Dumbia, Zimbwe tena anampitishia Edmund John, kwa Zimbwe tena katika nafasi na ujaza ndani goal! Atasa, atasa! unaumia ukiwa wapi? ni Max Mpian Zengeli former kwa... sasa Unachezwa mpira kwa kichwa kwa Max Zengeli, Mudasir kwa pakamzuza, pakamzuzwa kapiga kibeskeni, kimekataliwa na mimi na ndani, u katika nafasi Mudasir, haya pass. simu zinaita jioni, anapiga simu kama kawaida yake, ni Young Africans ya asali na maziwa. Mudasir, haya pass pale.